Halo, mimi I'm ni Nyambura Waruingi, Waruingi mhifadhi wa sanaa za kuona here. Tuko Nairobi, mji wangu mkuu. Nairobi ina takriban zaidi ya wakazi milioni tano. Ni mji uliojaa msisimko, ni mojawapo ya miji inayokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Katika kipindi cha zaidi ya karne moja tu Nairobi imebadilika hadi kuwa jiji lenye shughuli nyingi, kitovu cha uchumi na utamaduni katika kanda ya Afrika Mashariki. Mbali na mitaa yenye shughuli nyingi, jiji hili lina mandhari ya kupendeza ikiwemo mbuga maarufu ya wanyama pori. Kinyume kabisa na maajabu hayo ya asili, kuna mandhari mojawapo ya mitaa duni kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwa na takriban wakazi nusu milioni mwishoni mwa miaka 1800 kenya ilijulikana kama british east africa kutokana na athari za historia kenya ilijipatia uhuru wa kutoka kwa waingereza mwaka 1963 siku hizi nairobi ina mandhari ya sanaa ya kisasa ambayo inaendana sambamba na urithi na uthubutu wa jadi yote haya yanaifanya nairobi kuwa mji wa kuvutia kitamaduni na yanayeakisi historia tajiri Nchi an yangu ina historia ya kale ya biashara na inatengamana na tamaduni nyingine za bahari ya Hindi. Kwa hivyo sisi ni taifa lenye tamaduni mchanganyiko na mitazamo kinzani. Maonyesho ninayoratibu hutoa mtazamo kuhusu utambulisho mseto ambao Wakenya wanaokumbatia. Pamoja na mhifadhi wa sanaa Don Honda tuliunda onyesho kwa jina la Found Footage. Ningependa kukuonyesha moja ya maonyesho yangu ya kwanza, found footage. Onyesho hili lilichunguza kazi za wapiga picha wawili, Mkenya na mwingine Mwirani Mjerumani. Onyesho la found footage lilionyesha kazi za Mahdi Esai, ambaye alirekodi jamii ya Waafrika wa Iran kupitia picha. Pia linaonyesha kazi ya mpiga picha wa Nairobi, Mingwathinga aliyemulika maisha ya jamii za pwani ya Kenya. Na kuangazia wapiga picha hawa wawili, onyesho hili liliangazia masuala kuhusu utambulisho wa Afrika katika jamii za bahari ya Hindi. In this exhibition in found footage, katika onyesho hili nilijitahidi nye pia kupata picha za kumbukumbu -kumbu za zamani na mpangilio wake uliwekwa ili watu waweze kushirikiana. Moja ya malengo yangu kama mhifadhi wa sanaa ni kuangalia jinsi umma unavyoshirikiana na kazi za sanaa, wanazihisi vipi na wanazielewaje, wakiwa wameelimika na kuwa na mitazamo mipya. About... onyesho jingine ambalo ningependa kukuambia ni 27, ambapo niliandikwa kama mhifadhi wa sanaa kuchochea mjadala wa haki za mashoga na wasagaji na pia haki za uhuru nchini kwetu. Kifungu cha 27 cha katiba ya Kenya kinazungumzia haki ya kulindwa kwa usawa mbele ya sheria. Kupitia onyesho hili, nilichunguza jinsi kifungu hiki kinavyohusiana na jamii ya LGBTQ, ambapo wanakabiliwa na uhalifu nchini Kenya. Onyesho langu kubwa nilofuata lilikuwa ni Noma XR ambalo liliangazia wasanii sita waliokuwa wakifanya kazi na teknolojia ya uhalisia pepe brought... onyesho la Noma lilileta kila kitu pamoja kwangu, kama mhifadhi wa sanaa, jinsi lilivyotaka kushirikisha umma wa kupitia teknolojia mbalimbali mbali. zaidi ya yote, onyesho la Noma lilikuwa jaribio la ubunifu so have... Naam, nimekutambulisha kwa baadhi ya mambo mazuri ya huku. Je, utajiunga nami Nairobi, mji wangu mkuu nchini Kenya?